Mambo ya Muhia na Rev Maina wa OTC, hii mambo imekuwa haiendi vizuri, na nimejaribu vile nitaweza weza kwa mwana fi tagwo uh, Maina wa OTC uh, na mwanake waku kana mwanake uguitwa Muhia wa maige uh, media studios ukaia uhoro ndiraakwaria no reke waria gutiri kindu kiuru ta mwanana ithe magitunyana muhiki ucio ni mugiro na gutiri kindu kiuru ta ithe gukunjangudi arwe na murio macio ni mahitia gutiri kindu kiuru ta mwanana ithe moyanaire mafanga matemengane macio ni mehia ni kirumi na ni mugiro icio ngwaragia na thimo studio ya muhia wa maige nitumionete igikura mionete igikura kuma gekanini na riu igakorwa ati it is among the best online studios no ucio nowabata afata muno na mudu itagwo maina wa utc reke nguire ni mahitia manene muno bara ka mbara na muruguo kana mwana ucio ugwitwo muhia wa maige trying to bring him down Uh, kuringana na utugata tungata utugatagira uria utugatagira we munabii na we ndungata ya ngai kuringana na muhia wa maingi ni muthenya wa ira akiuga ni aremirwo kuinuka akiriragira studio ni kuririo ni we na we mundu wa ngai uh, you've embarrassed us ni tushonorete na njira nene na ngukwira brought up you cannot bring it down kidu kiria utakite ndungiota gugiakura na gutindu kiuga ti no ingatitwo gukare ho andu me na besha it is good you've benefited from that studio you people you've conned people from that studio you've done all sort of nonsense in that studio so tiga kurehe maundu maria mwane ka studio mwina muhe wa maingi ona nyuere mutiga turehere but leave that young man alone na ni araugite ni ekwaria to talk ni ndu wake ndu gitagwa ethics cia media na muma ore tukinyua no gukwira atiriri tigana na mwana ucio reke mwana ucio yake ucio ni toria waku na ngikorwo wi mundu wa ngai tigana na maudu macio reka tigana na muhia wa maigia do your own things

Eh? So this battle should stop. Bare no ni oragi ni kwa jira TV ya kwa jira. Start it. And struggle like that young man. Yeah, yeah. Na tutike kuriria ciana na. If your father groom and mentor him. Stop this nonsense. Ya kwa jira kuru mwanake olioge. Yes. I've spoken it. Stop bringing and dragging, dragging him back. Tika kumugusi ya thutha ukimuhurithagia station ili ege. Go and build your own station, eh. Stigana na na muanori ogeo. Todu kire wahada na ukageza. Ona muana waku nuwa ge okay, kuoguo. Ni eje sengwa Kinyua Wairatu. Na nimekuja ni ongea hii mambo ya Muhia na Rev Maina wa OTC. Hii mambo imekua haiendi vizuri. Na nimejaribu vile nitaweza. Lakini nataka kuongeresha content creators wote ambao mkona YouTube. Naona ni wengi. Um, nataka mkuwe na makubaliano ama na agreement kabla mwanze kuhost mtu, mjue kwamba mtakuwa mkifanya hivi. Kama ni kulipisha mtu, mnamlipisha hata TV zile watu huwa wanaenda, hata za Citizen, inoro wapi, watu huwa wanalipa kuonekana hapo, kwa hivyo msiwe mnajifichia mtu, alafu baadaye ndio mnasema kwamba inafaa ilipishwe. Kwa hivyo nataka niongeleshe watu ambao wako na YouTube wako na channel, sikizana na mtu kabla muanze kufanya kazi, kwa sababu msipokubaliana kubaliana, ndio mnaanza kuona kama mwingine ana benefit na mwingine ha benefit. Kwa hivyo kama unasaidia mtu, kama unataka kumfanyia bure, kama utaki alipe, eh, mkuwe mnafanya hivyo kabla muanze kwa sababu mkikuwa na ile makubaliano, hakuna mahali mtakuja kuvutana, kwa sababu hii mvutano ina hatu watu wengi sana. Watu wale walikuwa pengine wamesaidika na kitu kupitia hiyo channel, wanasikia ni kama walidanganyika. Kwa hivyo, to avoid all these issues, kaidri all content creators, all those who are blessed with their YouTube channels, kaidri check on this issue, kwa sababu musipo angalia hii issue itaendelea na kuleta mzozano. Good evening family uhoro wanyu ndeoke mwithayo ni ndi guku studio nene mirwo ni kwinuka nyondu wa maundu marathi na mbere guku nedaini cio kinyaniria na ndire mukeno ngora yakwa niraigua ehinya rikiete muno thutha wa kuhingurira mundu mirango eno ya studio yakwa agoka aturekaga maundu make guku ndimuhinguriire mirango